Sheikh Nuruddin din Kishki Sheikh wetu wa mkoa, Sheikh Walidi Ibn Sheikh Al Hadi Omar Al Hadi, mwenyekiti wa Maridhiano Taifa Sheikh Abdallah Ndauga, rais wa ulama wahadhiri wote mliohudhuria na mashekhe wote wa wilaya kata, mashekhe wa taasisi mbalimbali mliopo, muda hutotoshi, kubalini niseme assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu. Mimi kwanza ni mshukuru Sharifu Abdulqadir Al Ahdali, Sharifu eh, Sheikh Nurudini Kishki na wenzao wote walioshughulika na jambo hili kuhakikisha kwamba hafla hii inakamilika katika mfumo waliopanga, walioupanga Mwenyezi Mungu hawajazi kheri, na niwapongeze kwa jambo kubwa walilolifanya la kuangalia mazingira na wakati tulionao wakaamua kufanya dua kubwa sana ya kusomwa maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa makusudio, Mwenyezi Mungu aendelee kuidumisha amani tuliyokuwa nayo na Mwenyezi Mungu ajalie uchaguzi ujao siku chache zijazo mbele eh, upite kwa salama. Hili ni jambo kubwa sana na halifanyi ila yule ambaye ana uwezo wa kufikiri sana na ana uwezo wa kuzingatia mambo sana, Asaidi Al-Ahdali, Mwenyezi Mungu amhifadhi na ndugu yake Shekh Nurdin Kishki pamoja na wenzao waliowazunguka kwa jambo hili. Hili ni moja tu kwanza ni jambo kubwa sana kwa wakati uliokuwa nao sisi, lakini pia ni wapongeze wahadhiri katika mada zilizopangwa na mratibu Sheikh Nuruddin Kishki na aliniletea nizipitie nione kama zafaa kutolewa au hazifai, na mimi nikazipitia nikasema, hizi ni mada hasasa ambazo zinahitajika sana katika kipindi tulichokuwa nacho. Mwenyezi Mungu naye amyezi kheri na wenzake ambao wameshirikiana, ni wapongeze wahadhiri, nimemfuatilia mmoja mmoja, nimeingia mada ya mwanzo inakwishakwisha ya Sheikh Suleiman Bane, rafiki yangu na mashekhe wengine wote ambao wametoa mada hapa Nawapongeza, namwomba na Mwenyezi Mungu awahifadhi, Mwenyezi Mungu atubakishie, waendelee kutoa faida ya jambo kama hili. Mimi nimepanga nitoe salamu tu nisiseme, kwa sababu katika zile mada kuna maneno ambayo ilikuwa nayasema kutwa nzima siku zote katika hafalati mbalimbali na katika mihadhara mbalimbali na katika shughuli mbalimbali. Katika hadhara hii tulipanga wahadhiri waziseme, na zimesemwa vizuri, zimehudhurishwa vizuri. Niungane na maneno yaliyesema. Kilichofanywa na kilichotolewa sasa kikafanyiwe kazi. Kile kishaelezwa, hakuna haja tena ya kueleza sana, sisi tukafanyie kazi kwa sababu lengo ni lile lile tu la amani, lengo ni la uzalendo, lengo ni la uelewa, lengo ni la kuacha kukurupuka, lengo ni kuona kwamba wajibu wa mwislamu ni upi. Haya mambo mekushaelezwa kwa fasaha na kwa maelezo mapana. Mimi niungane naye yule aliyesema mwanzo, na mimi niseme kwamba yashikeni haya yaliyozungumzwa, tukitoka hapa twende tukafanyie kazi. Ninachokisisitiza ni tarehe ishirini na tisa ambayo Sheikh wa mkoa akaieleza hapa, tarehe ishirini na tisa mwezi huu wa kumi, Oktoba, siku ya Jumatano, Waislamu wote tutoke twende tukapige kura. Jiandae vizuri, baada ya salati alfajiri nenda katika foleni hesabiwa, nenda kapige kura yako, utimize haki ya demokrasia, urudi nyumbani kwako kwa amani na kwa utulivu, na kwa utulivu uendelee na shughuli zako za kawaida. Endelea na shughuli zako za kawaida. Nisifanywe kama ni jambo la ajabu. Jambo la kupiga kura si jambo la ajabu. Kwa nini tupiga kura mwaka huu? Hatujapiga kura miaka iliyopita? Sisi tumekwisha piga hapa toka mwaka sitini na moja mpaka leo tupiga tu mpaka sasa elfu mbili na ishirini na tano bado watu hawajaelewa, ndio kama kwamba watu wanaanza sasa. Tendeni tukapiga kura kama tulivyokuwa tunapiga zamani. Bwana, tupigeni kura kwa utulivu, kwa amani. Jambo kubwa tukishamaliza kura, tuna mambo yetu tuliokuwa nayo tukiyafanya kabla ya kura, kabla ya uchaguzi, tuna mambo yetu, na mpaka sasa tuna mambo yetu tunaendelea nayo. Tutafanya kazi zetu, wafanyabiashara wanafanya biashara zao, wafanya kazi za utumishi wanafanya kazi za utumishi, watu walioajiriwa wanafanya kazi zao kwa mujibu wa ajira zao watu wenye mambo yao mbalimbali wanafanya na miaka yote wanafanya kazi zao wakati wa uchaguzi siku ya kupiga kura wanakwenda kupiga kura kisha wanarudi katika majumba yao hayo hayo tulikuwa tunafanya kule nyuma ndio yafanyike tarehe 29 watu waende wakapiga kura warudi kwa salama na kwa amani mchague yule unayomwona anakufaa ila chaguo zuri ni ile lilokuwa bora tu, ameligusa shekhu mko wa mkoa, asitaki kurudia, apige kura. Upiga kura ndio haki ya kidemokrasia umekamilisha. Upiga kura ndio umelitendea taifa jambo jema. Kupiga kura ndio mustakbali wako wewe, kisha jua kwamba demokrasia inaanzia wapi? Demokrasia inaanzia kwenye kura yako, ndio demokrasia inakuanzia pale. Kwa hiyo ukapige kura. Hayo ndio maneno yangu kama wasia na nasaha katika kipindi hiki, huku tukiungana na maneno ya dua. Tumwombe Mungu kipindi hiki chote, kama tulivyokuwa tunamwomba mwanzo. Kwani Waislamu si ndio kazi yao ni kuomba Mungu? Si Mtume katuambia adduau silahul mu'min, dua ndio silaha kubwa ya Mwislamu. Muislamu hana silaha nyingine, silaha yake ni dua tu, na wala hatufundishwi kwamba tufanya dua kwa sababu ya shinikizo la watu fulani ndio wametuambia tufanye dua. Ah, ah, ndio Uislamu wenyewe sisi kufanya dua, fanya dua ndio mambo yetu. Fanya dua ndio mambo yetu. Nilizungumza juzi jana Tanga, msikiti wa Ijumaa, msikiti wa Ijumaa moja Donge pale. Nikasema dua ilivyokuwa kubwa mpaka sura ambayo yatakiwa isomwe nayo inachukua nafasi ya nguzo ambayo ni suratul Fatiha, au imeshuhuri kwa jina la, la alhamdu. Kipande cha mwanzo mpaka katikati ni thanaa, ni kumsifu Mungu tu, alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim, yote oh, hayo ni kumsifu Mungu tu, lakini kinachokuja kipande cha pili mpaka mwisho ni kipande cha dua

Nikubaliane yani, na maneno yaliyezungumza mmoja hapa, labda Sheikh Nuruddin kishi unani sikumzingatia vizuri, alisema sisi hatuzungumzi kwa kushinikizwa wala iwe tuazungumza amani, kwa sababu nyuma yetu kuna watu wanatuambia kazungumzeni, kazungumzeni amani. Hatuzungumzi hivyo amani, hatukuanza hatu leo amani, tumeanza muda mrefu Mamufti wote waliopita mufti wa wali kwanza Sheikh Ahmed bin Juma bin Ahmed pamoja na baba Askofu Sendoro walianzisha kamati za amani nchini kupitia mikoa. Zama hizo Sheikh Ahmed bin Juma bin Ahmed na Askofu Sendoro walianzisha ukawa kuna kamati zilizoko mikoani za mambo ya amani. Haya, kipindi kile kulikuwa na vurugu gani? Kipindi kile kulikuwa na jambo gani? Hakuna jambo zikenda mpaka akaja mufti mwingine Shekhe Isa Shaaban Simba, zikaendelea na huyu mtoto Shekhe Alhadi alisimamia sana maswalaaji, alisimamia sana maswalaaji, ikawa kama hana mawaidha, mawaidha yake ni hayo ya. hayo kama kaishiwa mawaidha hivyo. Lakini katika kufuata habari ya zile kamati za amani waliona Sheikh wetu Sheikh Ahmed bin Juma mufti wa mwanzo na Waislamu na viongozi waliokuwako katika kipindi kile na mimi ni mmoja wapo, kwa sababu nilikuwa mjumbe wa baraza la ulama kipindi cha Sheikh Ahmed bin Juma bin Ahmed kwa kunichagua mwenyewe. Tukasimamia mambo ya amani kipindi cha Sheikh Ifa Shabani, nikawa mjumbe wa baraza la ulama kisha nikawa naibu mufti. Tukasimamia mambo hayo na mashehe zetu wa mikoa wote wakatusaidia wilaya mpaka kwenye misikiti. Na mpaka kipindi hiki sasa tunaendelea alafu anatokea mtu anaona jambo jipi, eti tumeanza jana. Jalla jalalu. Kumbukumbu ni kitu muhimu sana, mtu kuwa na kumbukumbu ni kumbu, kitu muhimu sana. Kwa hiyo haya ni mambo ya zamani twaendelea, kwa, kwa kuwa ni amri ya Mungu. Hata huo Uislamu wenyewe tunaojifakhirisha nao maana yake ni amani, katiririka hapa Sheikh Al-Hadi, eh, salu na aya za amani, amani, amani salamun qawlan min rabbir rahim, zote amani, amani. Yaani Mungu atawaamkia watu wa peponi kwa maneno hayo, anawaamkia watu watu wa peponi na watu wa peponi na wao wenyewe kwa wenyewe wanaamkia, wa tahiyatu fiha salam. Hmm, ni amani tu. Sasa amani imezungumzwa katika Qur'ani kila mahala. Wow, tuambie, ndio twanza sasa. Ah, amani bona watu wanashindwa kuelewa vizuri. Kwa hiyo mimi nisisitize kwamba jambo la kuendelea kuizungumza amani ni wajibu wa kila Mwislamu, wajibu wa wanazuoni, wajibu wa mashehe. Mambo yao ya zamani, mambo yao ya, ya kitabu chao Qurani. Kwani Qurani imeteremka lini mpaka iliwe ni jambo jipya? Suleiman Bani, Qurani imetoka iteremke miaka elfu moja na ngapi bwana eh? kwa hesabu za hijira 47, lakini nyuma kidogo, kabla ya taa hijra, imeshuka Qur'an toka wakati huo wa Qur'an, inazungumza amani, si tuna court kutoka katika Qur'an iliyoshuka miaka hiyo elfu, elfu ngapi na moja, elfu moja mia nne arobaini na saba ni karibu na hamsini na kitu, zimepigwa hesabu sisi tunachukua na koti aya kutoka katika qurani iliyoshuka miaka hiyo yote na imeshuka katika jumla ya miaka ishirini na tatu miaka kumi makka miaka kumi na tatu madina kumi na tatu na kumi asbahakam ishi mpaka mtume anasema sikumiachia jambo lolote ambalo nimemiachia mimi ni vitu viwili tu kitabu cha mungu yani qurani na mwenendo wangu ya sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa amesimama, kuna Shekhe mziwanda amesimama, Shekhe alhadi amesimama, Shekhe walidi amesimama, Shekhe kundesha eh, moja na moja mwezi wake nikazungumza vizuri. Sikia bwana, watu wamezungumza, ni aya tu, hadithi tu, aya tu, hadithi tu, aya tu, hadithi tu. Kasema Shekhe abdullah dauga hapa miaka elfu moja mia nne hamsini na tatu. Wewe waona kuzungumza amani kama kwamba jambo jipya shekhe, ah ah Mashekha wamechelewa kama kuzungumza wamechelewa, lakini kwa sababu amekumbuka ndio miaka hiyo, nimejaribu kumrudisha nyuma, mpate kuelewa kwamba hili jambo alikuanza sasa limeanza muda mrefu sana. Lakini jambo jingine ni hilo la kwenda kutumia demokrasia yako haki yako ya kidemokrasia kupiga kura. Kwa sababu gani? hata kama unachuki na mtu, kwa mfano, hata kama unachuki na mtu unajihangaisha yani, akili haikubali na mantiki haikubali. Ukiwa unachukia mtu au unachuki na mtu hutaki kupiga kura kwa sababu unachuki naye, si atachaguliwa yule ambaye wewe humtaki? Chuki ni kupiga kura, sio chuki kwa cha kupiga kura. Unajihangaisha bure weleka, eh? Usisuse bwana, nenda kapige kura, kwa sababu taifa linategemea kura yako. Demokrasia inaanzia kwenye kura yako Kapige kura na kura ni Uislamu. Tulisema hii mada iache, kwa sababu ndefu sana, ilikuwa izungumzwa na shekhe mmoja alipangwa hapa, akasema hii iache, ni ndefu mno. Ha, hii hawa watakuwa zungumza itakuwa tayari tafsiri ya kura tu, kuonesha kura ina uhalali katika uislamu au haina. Jamani, elimu ndogo udhia. Kuna Kiswahili kinasema elimu ndogo udhia, ndio maana watu wasome Taallam fa inna al-ilma zainu li ahli, jifunze shekhe, jifunze mwalimu. Kujifunza ndio kipambo kwa yule mwenyewe, lazima ujifunze ilmu dini hii sio elimu ya kijinga jinga. Wala sio dini ya kushinikiza shinikizo wala kuamrishwa kuamrishwa amrishwa. Sisi tunaangalia je, Qur'ani ma imesema, imesema. Basi tari Mtume kasema kasema, khalas, tunafuata hayo. Ndio maana unaona tunazungumzia amani, ndugu zangu Waislam. Mimi niwaombe tutoke kwenda kupiga kura. Ngoja ni kupeni mfano mmoja mzuri. Kule kwetu kijijini, kuna miaka fulani babangu waliugua. Sasa nikienda kumuuguza, alafu kila kitaka kurudi ananiambia kaa tu bwana hapa, kaa nikifa nione Sheikh Zuberi. Alafu katika kipindi kile kilichokaa, ikatokea kuna uchaguzi wa zile serikali za vijiji vya mtaa, sijui nini sasa kuna nyumba moja inataka kufunguliwa baa, na sisi pana msikiti pale umejengwa zamani na wazee, lakini upande ubavu, so, wa pili kuna jamaa mmoja ana pesa pesa afu kiburi kiburi. Sasa tunajenga tu hapa, tunatengeneza hapa, tunanua, tunajenga baa, watu watakuwa na kunywa kunywa mpaka karibu ya msikiti huko, atakuwa na. Sikaambia vijana, msifanye ugomvi wala msifanye nini, uislamu hautaki mambo ya ugomvi, uislamu dini ya tulivu. Afu nikafikiria akawa na dawa yake nini Nikaingia katika serikali ya kijiji nikaingia, ikaingia katika, katika... uchaguzi. Bahati nzuri ni mtu napendwa na watu, kuingia katika uchaguzi mia kwa mia nikapata kura mia kwa mia. Kasema ehe, sasa watantambua kwenye vikao. Kwenye vikao tulipofika, kitu cha kwanza nilicheza na ile nyumba tu kwamba haina ruksa nini kuweka baa pale kwa sababu hakuna aliyekubali, lazima tujue sisi tukubaliane na huyu kwamba inafaa kuweka baa haifai kuweka baa. Kwa hiyo ikafutwa kwa nguvu zilizokuwa nazo, kwa kuingia mle ndani ya ule uchaguzi wa zile serikali ile. Jambo likawa limekufa na salama ikapatikana, na baadaye ikaleta ikaja baraka, nikija kuinunua mimi ile, afu nikaitoa kwenye msikiti. Takbiri, Allahu! Sasa ningesusa kuingia katika uchaguzi yule bwana angenunua na angeweka baana, tungeendelea kuwa tunapata tabu ya kuswali na huku watu wengine wanaendelea kunywa la msingi na kula ulaka pombe za mnazi walikuwa wanafanya namna hiyo, lakini niliingia nikapigiwa kura. Sasa na wewe mwislamu usijifiche, usi, usi ukaacha kwenda kupiga kura, kapige kura ili umchague mtu unayemwona ana maslaha na wewe na ana maslaha na taifa hili. Nadhani tumeelewana washa. Kingine ukiamka asubuhi unamwomba dua nawomba Mwenyezi Mungu katika sala zako, dubura kulli sala. Adhuhuri, la asiri, wapi? Mwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Mtume mwenyewe amemwomba, amewahi kuomba mwezi mzima, amesimama mwezi mzima, mwezi mzima, tu daban anamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala katika kuonesha umuhimu wa ilhah katika mambo ya dua, na sisi tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala. Na ukimwomba Mungu jambo lako linakuwa Qurani hii iliyosomwa hapa, tuna tunahakika Mwenyezi Mungu atatuitika dua zetu. Wanazoli Sheikh Al-Ahdal wanasema mtu akisoma Qurani saafu mzima ule, kisha baada ya kumaliza akaswali rakaa mbili, alafu akiwa katika sajda ya mwisho akamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala akatawassal kwa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya haja alikuwa akitaka, hudhiyat eh, hajatuhu kainata makanat, dua yake inakubaliwa pale pale. Sasa leo tu Qur'ani imesomwa hapa eh, khitma nne na tutamaliza na khitma ya tano, alafu tu tuharibikiwe? Sasa sisi ni umati Muhammad, umati gani sisi? Umati Muhammad Sio ummati Muhamedi! <laughs> takbir! <Tetewe. laughs> imesoma Qurani hapa, mambo yatakuwa tu biidhinillahi taala, na Mwenyezi Mungu atatuepushia katika nchi yetu mabalaa, fitna, makero, itapatikana salama salimi. La mwisho nipunzike, tuwe watulivu, tuwe watulivu. Waislamu ni watu watulivu, takiwi kuonekana tunakurupuka, kuonekana watu wafujo, kuonekana hivi. Ni watu watulivu, ndio ndio, kawaida. Tumfuateni Mtume. Alikuja mtu mmoja kwa mtume Swalla Allahu alayhi wasallam, mtume na masahaba akina Saidina Umar na wengine, kisha myahudi yule akampiga jikofi mtume kwenye mgongo, puu! We Saidina Umar akawa anarukaruka hivi atakumtia <laughs> kumtia nguvuni, akamnyaka kisha Mtume akamwambia, mwache, hawezi kuwa mtu ana akili sawa sawa afu anipige, ana jambo. Angalia, Mtume anasema, mwache, hawezi kuwa mtu awe na akili sawa sawa afu anipige mimi, haiwezekani. Huyu ana jambo. Akamwambia, bwana bwana, wewe Myahudi ni vipi bwana, ni kipi kilichokupelekea mpaka wewe umenipiga kofi kubwa sana mgongoni? Kuna nini kwani? akamwambia mimi nimesoma katika qaraatu fi kutubi al mutaqaddima, mimi vitabu vya tangu vilivyotangulia nimesoma, wakina Taurati, Injili, Saburi, nimesoma vitabu vya nyuma vyote, nikapata habari kuna mtume atakayekuja katika akhiri zamani. Mtume huyu mpole sana, mtu wa huruma, hachukuli jambo kwa ghafla, afanyifujo fujo tu pale pale alipofanywa jambo, halipishi visazi vya aina hiyo ni mtu ambaye kila jambo analifanya kwa, kwa utuvu, na huyo mtume ndio atakayekuwa mtume wa mwisho. Sasa nilikuwa na wasiwasi, ni wewe au bado yuko mwingine baadaye mbele? Ndio nikakupiga kofi, niangalie zile sifa zipo. Sallu ala Muhammad, nimezikuta kuwa zile sifa zipo. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah. Akaingia katika Uislamu kaingia katika Uislamu kwa sababu ya tabia za mtume: mpole, ana huruma, hana haraka ya jambo na nini. Lakini utapigwa kofi hapa na ndugu yangu hapa Shekhe Talib Ahmad, utapigwa kofi hapa, tutakuwa badala yakunanii, hata aya zitakimbia, hadithi zote zitakimbia, itakuwa <tikimia> mdomo <tikimia> uko hivi tu. Kwa hiyo tuwe watuvu kipindi hiki tuwe watulivu, tuwe wakimya, tuendelee na dua zetu, tuendelee na mambo yetu, tuendelee kukaa na wenzetu wasiokuwa Waislamu kwa wema, ni wenzetu na tumeambiwa katika Qur'ani, si ndio? Qur'ani ya miaka elfu moja mia na hamsini na ngapi, hamsini na tatu, imeshuka kwa njia wakati huo ndani ya miaka ishirini na tatu, lakini Mungu aela yanhakum llahu ani ladhina lam yuqatilukum fi dini walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum hii antabaruhum fiili hii ndio maful antabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna llaha yuhibbu lmuqsitin. Yezungu hajatukataza kuamiliana na watu kama hao, ataamul ma ghairi lmuslimin. tumefundishwa namna gani tuishi na watu wasiokuwa Waislamu. Huo ndio Uislamu, kule kuishi vizuri, kuishi kwa wema na watu wasiokuwa Waislamu, jambo zuri. Mtume amewahi kuwakaribisha msikitini iliwamwone mtume anafanya nini na kuna kipindi Muhammad sisi kama ule wakati wetu wa sala umefika, sala nini akusema akusema mtume mtume angalia, alipokuwa Sidna Omar amewahi kuhudhuria kanisa siku moja, akakaa kwa muda mrefu, kisha ukafika wakati wa sala wasalajaaniata kuswali b kamwambia swali na wewe, akaenda kando kidogo, akaswaliidna oma ndio namna hiyo, mtume alimuona bwana mmoja bedui msikitini kabanwa na mkojo, kisha akachukua silaha yake, akakojoa akakojoa kweli, kweli mkojo mtindo mmoja, kila ikatika inaanza tena, kila ikatika na, ile mikojo, masahaba wanatemeka, wanataka kwenda kumchukua kumnyanyua wende ukambamize, kutokana na kwamba kwa nini anakojoa humu. Mtume alitumia lugha moja tu la tuzrimu msimkatishe mkojo wake, mwachieni aendelee mpaka mwisho. La tuzrimu, msimkatishe mkojo wake, mwachieni aendelee na mkojo wake hivyo hivyo. Masahaba wanamsikia Mtume wakanyamaza, wakamwachia akakojoa mpaka mwisho, kisha akaitisha chombo cha maji. Hakusafisha yeye, walisafisha masahaba ule mkojo. sisi aje, akojoe mtu hapa tabo, wewe utasafisha hapa <laughs> mchezo hapa na nini, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alikuwa na sifa kama hiyo kwa turudini, katika upole wetu, katika tabia za mtume. Tuendelee na wakati uliobakia, tuendelee na dua. Kipindi hiki chote mwenye kufunga afunge, mwenye kuomba dua aombe, mtume Qur'ani asomwe, mwenye kujua mambo yake mengine amwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo tarehe 26, kesho tarehe hapa na tarehe 25, leo, kesho tarehe 26 tarehe ishirini na saba tuendelee, na kuna kongamano kubwa kule na uh, ukumbi wa mwalimu Nyerere tarehe ishirini na nane unaendelea na dua na nini kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ili akufikie tarehe ishirini na tisa kwa salama na kwa amani na nchi iwe katika salama na amani, utoke kwa salama na amani, wewe na wale kustahiki kupiga kura, kapige kura, mrudi mwendelee na dhuhuri zenu mwendelee na laasiri zenu mwendelee na ibada zenu mwendelee na bishara zenu. wallahu waliyu tawfiq, wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.